Huku wauguzi nchini wakiadhimisha wiki ya wauguzi kabla ya kilele cha maadhimisho ya siku hiyo hapo kesho, imebainika kuwa kaunti ya Samburu inakumbwa na uhaba mkubwa wa wahudumu wa afya. Wauguzi katika kaunti hiyo wamesema wanakabiliwa na wakati mgumu wanapotekeleza majukumu yao. Wauguzi wanaohudumu katika zahanati na vituo mbalimbali vya afya kaunti hii ya Samburu wamekongamana katika hospitali ya rufaa ya Samburu kuadhimisha wiki ya wauguzi wanapoonekana kuwa wenye wingi wa furaha kusherekea utendakazi wao, pia wameelezea changamoto zinazowakumba katika kuwafikia wakazi nyanjani ili kutoa huduma za afya kutokana na ubovu wa barabara na umbali wa vituo vya afya. Uh, our healthcare workers as a part of motivation to ensure that they can access those facilities with ease by provision of, uh, uh, means of transport like motorcycles so that, uh, they can go and serve the community, uh, well and without, uh, uh, straining. Aidha wamelalamikia kupewa mikataba ambayo siyo ya kudumu na mwajiri wao. We actually overworking because of shortage of nurses. Nurses who are employed on casual basis they opt out to go overseas to look for jobs because they don't have a job security here at home. Hili jambo linasababisha wauguzi wengi hata wanavuka kwenda nchi za ng'ambo, wanaenda nchi jirani, ambapo wanaenda kutafuta mahali ambapo wanaweza kuajiriwa kwa muda mrefu. Kwa hivyo tungeomba serikali zetu gatuzi na hata serikali kuu iweze kuajiri wauguzi kwa wingi, waweze pia kuweka mikataba ambayo wauguzi wataweza kuhudumia kwa muda mrefu. Vilevile ukosefu wa makazi ya wa wauguzi wanaohudumu mashinani imesalia kisunzi kinachoyumbisha utendakazi wao. Hawana nyumba ya kuishi, so ni vizuri pia kama mnajenga mahospitali mujenge pia nyumba za nurses kaunti ya samburu ina uhaba wa asilimia 50 wa uguzi wanaohitajika. As a county I know we have a, a very big shortage of, uh, nurses. Uh, most of our facilities are manned by one nurse only. As a county, we require more than 500 nurses or 600. But currently what we have is only 300 Mwakilishi wa kina mama kaunti hii Pauline Lenguris, amemrai gavana wa kaunti hii Lati Lelelit kuwapa wauguzi mikataba ya kudumu kama njia mojawapo ya kuwatia motisha. Wakati unapokuwa katika contract you are not job secured, unajua ikifika wakati fulani unaweza ambiwa ondoka, so utakaa na wasiwasi. So mimi ninaomba gavana wetu ambaye ni kiongozi wa hii kaunti kwamba wale nurses ambaye wako katika contract saa hii wapatiwe priority waweze kuwa absorb on permanent and pensionable terms ili waweze kutoa huduma zao bila kuwa na wasiwasi. Hayo yanajiri huku serikali ya kaunti ikiongeza juhudi za kufanikisha ujenzi wa vituo zaidi vya afya nyanjani. Ni masaibu wanayoibua wauguzi hao wanapoadhimisha juma la wauguzi nchini, hivyo kibarua kikisalia mikononi mwa mwajiri wao kuona ni jinsi gani ataboresha mazingira yao ya kufanyia kazi iwe kama motisha kwao. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, Gatuzi la Samburu.